Endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna ule, ule, ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua mpaka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani. Kuna kitu kwenye kwenye nani huko kiingereza wanaita voltage voltage drop voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu. Sasa kwa Tanzania, umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini kusini kwa maana, ukiangalia kaskazini kule umeme mwingi unatoka kusini mwa, mwa, mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa, huko ndio umeme mwingi wa nchi unakotoka, na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayosema uende mpaka Manyara, na ukiangalia inaenda mpaka kilomita mia saba kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini, umeme unapungua, unapotea unapotea. Ukitaka kujua uki, ukituma megawati mia kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati mia zielekee Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda zita kufika kule zitakuwa ni pungufu ya mia, zitapotea njiani. Sasa ili kutatua changamoto hiyo, jambo kubwa linalotakiwa kufanyika ni moja, kuweka chanzo cha kuzalisha umeme kwenye mikoa hiyo ya kaskazini. Kwa hiyo kuweka mtambo fulani wa kuzalisha umeme kule. Hilo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kuingiza umeme kwenye mikoa hiyo kutokea mahali pengine, kutokea kwenye mfumo mwingine. Na kwa kesi yetu sisi tumepata umeme ambao tunataka kuuingiza kutokea kaskazini hasa kutokea Ethiopia. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia, kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia utaingilia Namanga na, manga. Na tuna, tuna, tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale mambo mawili yatatokea. Kitu cha kwanza ile voltage ambayo imeshuka ime sana, neno voltage Kiswahili chake kidogo kigumu, anaita msongo lakini msongo kwa wengine ni, ni, ni gumu zaidi eh? Kwa hiyo nikisema voltage nadhani mnanielewa sasa. So, zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawati mia pale zitapanda voltage itarudi nomo. Eh? Itarudi kwenye kiwango chake na ikirudi tu kwenye kiwango chake ule upotevu wa umeme unaotokea kwenye mikoa ile wote tutauokoa, na naomba niwaambie hicho tu hicho tu nilichokisema niwaambie positive effect yake ule voltage zile zikipanda, wananchi wa wanaolia low voltage wote watatulia kwa sababu umeme kwenye majumba yao utarudi nomo na kwenye mfumo mzima utarudi nomo. Hilo ndio jambo la kwanza litakalotokea. Wale watu waliokuwa wanasema hatuwezi kuwasha AC, hatuwezi kuwasha whatever, ambacho hatuwezi kuwasha, voltage kirudi nomo wote watawasha. Jambo la kwanza. Jambo la pili, upotevu wa umeme unaotokea kule kaskazini tulifanya kitu tunaita e, tulifanya simulation tukakuta kwamba tukiingiza zile voltage zile, zile megawati mia pale Arusha, upotevu wa umeme upatao megawati kumi na saba tutauokoa. Yaani tuna megawati kumi na saba ambazo zitapotea zitaacha kupotea kwa sababu voltage itakuwa imestabilize na mfumo mzima ume umeimarika pale. Sasa ukizungumza megawati kumi na saba ni umeme mwingi kuliko unaotumika katika mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe unatumia megawati kumi na nne. So uki, ukiweza ku, kuingiza zile megawati mia zinazoingia utaokoa megawati nyingine zinazopotea kumi na saba. Kwa hiyo ki, ki, eh, nini sasa, ile ultimate effect ni megawati mia itakuwa ni sawa na umeingiza megawati mia moja kumi na saba. Sasa jambo lingine ambalo ningependa nilizungumze pia kwa ufafanuzi wa hapo hapo kwenye kuingiza eh, huo umeme, ule umeme tunaotaka kuuingiza pale, si jambo la ajabu. Na nchi na nchi kununua au kuuziana umeme si jambo la ajabu kabisa, na nitawapa mifano hivi. Mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje hata sasa tunanunua umeme kutoka nchi tatu tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Kule Rukwa, umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia mpaka sasa hivi, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda, na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule Horohoro, wilaya ya Mkinga, Tanga, umeme unaolisha watu horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni.